Hoteli. Hoteli gani? Haina jina? hoteli zote za simu zako zote zina jina. Wapi jina? nakutana wapi? kutana wapi? umefaki naye wapi? na wataka kujua, umefaki na mpenzi wangu wapi? Masaki?